Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Karibuni karibuni kwa chatu hii Boss Nyaw Online TV. Leo ni mwendelezo wa masomo yetu mbalimbali. Tafadhali subscribe naku -like, naku na kuliki na kushare ili uwe mwana mwanafamilia, na kama uja subscribe subscribe sasa, ili upate video zetu kwa kila tunayoileta mtandaoni. Utabiri mkubwa wa mwaka 2026 mada ya leo tunaizingatia ama tunaitizama Nyota ya mizani libra zuhura venus katika mwaka huu 2026, mwaka mizani kupima haki, mapenzi na samani ya nafsi, kulingana na itikadi za kinyota za kinajimu. Leo tunatizamia nyota ya Venus, nyota ya mizani, ambayo ni nyota ya upepo. Utangulizi wa kina, roho ya mizani, mwaka 2026 Mizani ni nyota ya usawa, haki, mahusiano, uzuri na maamuzi yenye mizani ya busara. Mwaka 2026 hauji kukomboa uchague haraka, unakuja kwa kulazimisha, kupima kwa kina. Zuhura Venus inasisitizwa swali moja kuu kwako, inasisitiza swali moja kuu je, unachotoa kinazidi unachopokea? Mizani wengi watahisi uchovu wa kupendeza kila mtu hitaji la mipaka ya wazi, msukuma wa kuchagua kilicho cha kweli, si kilicho kizuri machoni pa watu. Huu ni mwaka kusawazisha maisha ya kuishi kwa mazoea. Sehemu ya kwanza: utambulisho wa nafsi, mabadiliko ya ndani, mabadiliko ya kisaikolojia na kiroho. Unaanza kuona ukweli wa mahusiano yako. Hisia za kufanya mengi kwa wengine zinaibuka. Mizani mwaka 2026 inajifunza kusema hili silifanyi, hili halifanikishi halifani halifanikiwi. Haki yangu ni muhimu eh. Somo kuu la mwaka: usawa kweli huanza pale unapojithamini kama unavyowathamini wengine. Ukikubali somo hili, mwaka unakuwa mwepesi. Ukilipinga, maisha yatakuletea hali zitakazokulazimisha uamue. Sehemu ya pili: kipato, kazi, biashara na fedha. Mwanzo wa mwaka, Januari March, hali ya kifedha inahitaji nizamu mapato yanaweza silingani na matumizi. Kipindi cha kupanga upya bajeti, kufunga miaya ya kifedha, kuacha mikataba isiyo na faida. Onyo: epuka kutumia fedha ili kufurahisha wengine. Kipindi cha fursa, April June, Zurhat inaleta fursa za ushirikiano kazi, kupitia marafiki au mitandao. Biashara zinazohusisha urembo, sanaa, ushauri, sheria, haki mahusiano ya umma zina baraka kubwa. Kanuni Mizani akishirikiana kwa haki, kufanikiwa kwa amani. Kelele cha fedha, Julai Septemba, kipato kinaweza kuongezeka lakini mikataba lazima ipimwe mara mbili. Ahadi usizoziandika zina hatari, hasara kutokea kwa kuonea huruma, kupitia kiasi, kutoa bila kikomo ama kutizama mwisho wa mwaka oktoba desemba utulivu wa kifedha unaanza kuonekana mizani anayejipanga anaweka misingi ya mapato ya kudumu anaacha utegemezi usio wa lazima sehemu ya tatu mitihani ya maisha majaribio ya ndani mizani mwaka 2026 anakutana na mitihani mikuu mitatu wa kwanza mtihani wa maamuzi kuchelewesha uamuzi kuna gharimu. Kujaribu kubaki katika kunaleta msanganyiko. Eh, watatu wa pili, mtihani wa kujitoa, kupitia kiasi kusaidia hadi kujisahau, kubeba mizigo ya kisia kwa wengine. Namba tatu, mtihani wa kweli, kuishi kwa sura nzuri badala ya ukweli, kuepuka migogoro kwa gharama ya haki yako. Ukivuka mitihani hii, utapata heshima, mahusiano na chujwa mahusiano utayachuja, nafsi itatulia. Sehemu ya nne: mapenzi, ndoa na mahusiano mezani. Asiye na mwenza, mwaka elfu mbili ishirini na sita ni mwaka kuchagua kwa kina, kuepuka mahusiano ya juu juu. Mapenzi ya kweli yanakuja kupitia mazungumzo ya wazi, Mei Augusti. Nyota ya mezani, ama tunasema nyota ya upepo, nyota ya Zuhura. Aliye kwenye mahusiano ya ndoa, mwaka wa mazungumzo mazito kusawazisha majukumu. Changamoto: kunyamaza ili kulinda amani. Suluhisho: ukweli wenye heshima. Amani ya kweli huja pale haki inapoheshimiwa. Sehemu ya tano: chuki, fitina na mahusiano yenye sumu. Adui wa mizani ni, ni mtu anayenufaika na ukimya wako au anayekufanya uhisi hati ya ukiweka mipaka. Hatari: huwaamini kila tabasamu, kutoa siri zako zote kinga yako, mipaka ya wazi, maamuzi ya maandishi na muda wa kufikiria. Sehemu ya sita: mafanikio, heshima na utambulisho. Mafanikio ya mizani mwaka 2026 yanakuja kupitia ushirikiano sahihi, kupitia haki na uadilifu. Mwisho wa mwaka unaheshimiwa kwa busara, unaaminika kwa maamuzi, unatazamwa kama mtu wa mizani ya kweli. Hitimisho kubwa: ujumbe wa Zuhura kwa Mizani mwaka 2026. Mwaka, mwaka huu haukuulizi ufurahisho wote, unakuuliza uishi kwa usawa kweli, ndani na nje. Nam hakika tumalizie hapa katika nukta hii. Kulingana na nyota za Zodiac, nyota ya Mizani, nyota ya upepo, Zuhura, tumeweza kugundua faida na hasara tele tele tele, kwenye nyota hii ya mizani. Ndugu yangu, kwa wale ambao walikuwa hawajasubscribe sasa ni muda wako wa kusubscribe. Na vile vile changia, tuchope kitu kwenye channel hii ili tuweze kusonga mbele na kuweza kuwatafutia video nzuri nzuri kuwaletea hapo baadaye. Vile vile weka comment yako chini hapo. Yeye video, video hii imekugusa? Yeye video hii baada ya video hii tuwaletee video gani nyingine? Lakini vile vile tutaendelea kama tulivyoahidi. Baada ya video hii tutawaletea nyota ya nane au mlango wa nane akrabu wa mirihi. Ahsantum, tuonane katika video.